Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii kuhusiana na habari za kusikitisha ambazo zimetokea siku ya jana majira ya jioni, ambapo hii ni habari kuhusiana na mmoja kati ya MC maarufu kabisa katika industry ya entertainment hapa Tanzania. Tunamzungumzia MC Pilipili Pili. Eh, bwana habari ambazo zilisambaa tokea siku ya jana majira ya jioni ni kuhusiana na kwamba MC huyo maarufu kabisa hapa Tanzania amefariki dunia e, siku ya jana ambayo ilikuwa ni Novemba 16 e, mwaka huu 2025 na chanzo cha kifo cha MC Pilipili kwa habari ambazo tumezipata za awali kabisa ilikuwa ni e, matatizo tu ya ghafla. Inasemekana kwamba kuna watu wanadai kwamba ni matatizo ya presha na vitu vingine vya hapa na pale na amefariki aki yuko Dodoma nchini Tanzania ambapo alikuwa ameenda kwa ajili ya kwenda eh, kufanya kazi zake, majukumu yake ya kikazi akiwa kama MC eh, wa shughuli mbalimbali, na kama inavyofahamika alikuwa huko kwa ajili ya kutekeleza huduma hizo zakiwa kama MC. Lakini mbaya, kwa bahati mbaya ni kwamba akawa anajisikia vibaya na ikabidi watu wamwaishe hospitali eh, lakini kwa bahati mbaya ndivyo hivyo, jioni eh, siku ya jana taarifa zikatolewa kwamba ameisha fariki. ya so page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na habari hiyo, lakini pia kuna mengine mengi sana mazito ambayo yameibuka kuhusiana na mke wa MC Pilipili, lakini pia tunaweza kusema kwamba ni mambo ni mengi sana ambayo yametokea baada ya kifo cha MC Pilipili, na niko hapa kwa ajili ya kukupa habari zote kuhusiana na yote ambayo yamehappen mara tu baada ya taarifa hizo kutangazwa rasmi kuhusiana na kifo cha moja kati ya MC maarufu kabisa hapa Tanzania, MC Pilipili. Hapa kuna habari imeweka wazi, ikiwa imeelezea kiundani zaidi, wakiwa wamesema kwamba msanii uh, msanii wa vichekesho ambaye pia ni MC Emmanuel Matias maarufu kama MC Pilipili amefariki dunia mnamo Novemba 16 mwaka 2025. Baadhi ya marafiki zake wakaribu, wa karibu wamethibitisha kuhusiana na uh, kifo cha MC Pilipili, ambapo mwili wake upo kwenye hospitali ya mkoa wa Dodoma uh, kwa ajili ya uh, maandalizi ya mazishi yake lakini pia habari zaidi zitatolewa kuhusiana na kifo cha MC Pilipili kadri ya muda unavyozidi kwenda. Lakini pia vile vile, kwa haraka haraka, mchungaji ambaye alisimamia ndoa ya MC Pilipili ambaye pia na yeye naye alikuwepo uh, alikuwepo kanisani kipindi ambacho alivyopata taarifa hizo za MC Pilipili, lakini pia yeye naye yuko huko huko Dodoma na kwa mujibu wa yeye alichokizungumza amedai kwamba wakati yuko Dodoma alipata taarifa kuhusiana na uh, ugomvi ambao ulikuepo au kutokuepo na maelewano akiwa MC e, kama mchungaji na ndia, alikuwa msimamizi hiyo ya MC Pilipili. Kwamba MC ya ya e, so, kwa simamz kwamba, kwamba MC Pilipili Pilipili anaenda Dodoma kwa ajili ya majukumu yake ya kikazi kama MC, ni kwamba alikuwa ame-request meeting kati ya MC Pilipili pili na mkewe kwa ajili ya, ya kutatua matatizo au migogoro ambayo ilikuwepo kati ya wawili hao wanandoa hao, kwa sababu inafahamika kwamba MC Pilipili pili alioa na pia vilevile vile, alikuwa na watoto na Queen Mena. Lakini baada ya kifo, baada ya habari kusambaa kwamba MC Pilipili amefariki, mchungaji huyu amejisikia vibaya sana, kwa sababu meeting ambayo alikuwa nayo yani alivyotaka kuonana na MC Pilipili, eh, baada tu ya kusikia kwamba ameingia Dodoma, ilikuwa ni kwa ajili ya kusuluhisha matatizo au migogoro ambayo ipo kati yake yeye na MC Pilipili na mkewe. Lakini ndio hivyo, hajafanikiwa kufanya hivyo eh, kutokana na kwamba tayari MC Pilipili, eh, alimefariki akiwa tayari ameshafika Dodoma, na kwa mujibu wa mchungaji mwenyewe huyu ameelezea kwamba eh kilichotokea eh, kiukweli kimemuumiza sana kwa sababu alikuwa tayari ameshajiandaa kwa ajili ya kusovu eh, zile, ile mitafaruku ambayo ipo kati ya MC Pilipili na mkewe eh, na ilitakiwa afanye hivyo mara tu baada ya MC Pilipili eh, kumaliza kazi zake hizo za UMC huko Dodoma. Lakini ndio hivyo, imeshindikana kutokana na sababu ambazo zimetokea za kifo cha MC Pilipili. Naam, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vilevile vile, habari kuhusiana na mchungaji huyo amezizungumza hapa. Kwa mfano, kuna page hapa imekuja imeelezea baada ya kufanya mahojiano na mchungaji huyo mhusika, ambapo ameandika kwamba nabii Richard amezungumza kwamba MC Pilipili amefariki siku iliyokuwa amepanga naye kikao maalum cha kifamilia kwa ajili ya kumaliza mgogoro kati yake yeye na mkewe. Habari kamili inasema kwamba nabii Richard Magenge aliyekuwa msimamizi wa ndoa ya Emmanuel Matias almaarufu kama MC Pilipili amesema kuwa, ame, amesema kuwa ameondokewa na kijana aliyekuwa na heshima kubwa kwake, upendo na uaminifu mkubwa katika kazi ya mahusiano yake, katika kazi na mahusiano ya kila siku. Akizungumza siku ya jana akizungumza, akizungumza siku ya jana, mchungaji nabii Richard Magenge anasema kwamba alimfahamu kwa ukaribu, Uh, kupitia kazi za sanaa na shughuli mbalimbali za kijamii, akimtaja marehemu kama msanii mwenye maono makubwa na mwenye na mwenye moyo wa kusaidia watu. Alieleza kuwa MC Pilipili alikuwa amerejea jijini Dodoma kwa ajili ya kuendeleza kazi yake za kisanaa pamoja na mikakati mingine aliyokuwa ameipanga. lakini pia hata hivyo, ni kwamba eh, Nabii Magenge anasema kwamba eh, siku ambayo familia ilikuwa imepanga kufanya kikao maalum ndiyo siku ambayo msanii huyo eh, alipoteza maisha mnamo Novemba kumi na sita, na amesema kwamba tukio hilo limeiacha familia na watu wa karibu katika majonzi makubwa, eh, kwani walikuwa wakitarajia kukutana kwa ajili ya mazungumzo muhimu ya kifamilia. Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo na hizo ni taarifa za awali ambazo zimetufikia kuhusiana na kifo cha MC Pilipili pili. Uh, Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amen.